Bila shaka zimepita siku tano toka kundi la Hamas lilipotoa statement ya makubaliano ya awali baina yake na mwakilishi maalum wa Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Stephen Witkoff. Mazungumzo ambayo yalitoa taswira ya tofauti kidogo yakiongozwa na watu kutoka katika upande wa Wapalestina, wa kwanza akiwa ni uh, Bishara Bahba ambaye actually yeye ni Marekani lakini ana asili ya Kipalestina, yeye ndio amekuwa wa akifasiliti mazungumzo baina ya Steven Witkoff na kundi la Hamas, ambapo katika kundi la Hamas wapo watu kama kina Osama Hamdan, wapo watu kama kina uh, Basim Naim lakini vile vile na Khalil al-Haya. Hao ni watu katika upande wa Hamas ambao wamekuwa wakijaribu kuzungumza na Bishara Bahba kwa ajili ya kufikisha mazungumzo kwa Steven Witkoff. Mazungumzo ambayo yalizungumzwa baina ya Stephen Witkoff na kundi la Hamas frame yake ilikuwa imegusa vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza ilikuwa ni swala la muda kwamba uh, wanapoingia katika makubaliano ya amani baina ya uh, Hamas na Israel makubaliano ya amani yatakaa katika muundo gani? Suggestion ya kwanza au pendekezo la kwanza la Hamas ilikuwa ni siku 90. Baadaye wakapunguza mpaka siku sabini na mwisho wakafikia katika siku sitini. Katika kipindi cha siku sitini uh, cha makubaliano ya amani maana yake ni kwamba walishauri uh, misaada ya kibinadamu iweze kuingia, lakini misaada ya kibinadamu ambayo imezungumzwa na Hamasi imezungumzwa katika perspective ambayo ni kubwa zaidi. Kwanza wamezungumzia swala la chakula kiruhusiwe kuingia ndani ya Gaza, lakini vilevile vile, uh, mafuta yaruhusiwe kuingia ndani ya Gaza, madawa yaruhusiwe kuingia ndani ya Gaza na baadhi ya vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti, vyuma na mfano wake ambavyo vinaweza vikasaidia katika kuendelea kufanya construction au kufanya ujenzi katika baadhi ya maeneo ambayo yameharibika. Lakini vile vile, katika mapendekezo yao ilikuwa ni jeshi litoke lirudi katika misingi ya Januari 17, kipindi ambacho Donald Trump anataka ingia madarakani. Palitokea uh, mvutano kidogo wa kimaslahi baina ya Donald Trump na Joe Biden. Joe Biden Biden alikuwa anapambana ili abaki na rekodi ya kusuluhisha mgogoro wa Gaza, lakini vilevile Donald Trump alikuwa naye anapambana kuleta ushawishi kwamba yeye ndiye anayekuja kusolve tatizo la Gaza. Kwa hivyo, uh, tarehe 17 inakumbukwa Januari kwamba jeshi la Israel lili anza kutoka ndani ya Gaza na kilele chake kilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa pili. Jambo ambalo tunafahamu kufikia mwezi wa tatu, kuanzia kwanza tarehe mbili ya mwezi wa tatu, Israel walifunga eneo lote la Gaza kwamba chochote kisiingie, lakini tarehe 18 wakaendelea kufanya mashambulizi kwa maana kwamba walirudisha jeshi katika maeneo ya kistrategia kama sema kama za Netzarim Corridor na mfano wake. Kwa hivyo katika proposal ya Hamas ilikuwa ni kwamba jeshi la Israel litakuwa litoke katika eneo la Gaza, lakini jambo lingine ambalo Hamas walileta kama pendekezo ni Israel isitishe utaratibu wake wa kutuma drones na ndege kwa ajili ya kufanya utafiti ya kufanya ile uchunguzi katika eneo, katika eneo la Gaza. Ni moja katika mapendekezo ambayo Hamas vilevile waliyazungumza, lakini jambo lingine ambalo Hamas walizungumza walizungumzia uh, technocratic Yaani, techno, te, technocratic, nasema ni technocratic uh, leadership ifanyike ndani ya Gaza. Nikisema technocratic leadership, maana yake inazungumzia aina fulani ya muundo wa uongozi ambao unahusisha wataalamu wa Kipalestina ambao wanaweza kusimamia eneo la Gaza baada ya Hamas, na hii maana yake Hamas walikuwa wanakusudia katika day after kile kinachofuata baada ya mgogoro huu kuisha kwamba uh, liundwe jopo la Wapalestina kulingana na professional zao tofauti tofauti ambao ni maengineer, madaktari na kutoka katika department tofauti waweze kuungana ili kuweza kusimamia eneo la Gaza wakati taratibu zingine zinaendelea kama za kiuchaguzi, na, na mfano wake ni miongoni mwa, mwa, mwa proposal ambazo Hamas walikuwa, walikuwa wame, wamezileta katika mazungumzo yao na Steven Witkoff na baada tu ya kutoka kauli hiyo na Israel wenyewe na wakatoa kauli kauli walioitoa Israel ilikuwa ni kupuuza kile ambacho kimezungumzwa na Hamas wakisema kwamba hizo ni propaganda tu za Hamas. Badala yake wao walikaa na Steven Witkoff wakatengeneza proposal nyingine, lakini uh, mtu wa katikati ambaye ni Steven Witkoff alikwenda mbali zaidi kwa kuilaumu Hamas na ili hali kwamba mazungumzo ambayo yalikuwa yamezungumzwa mwanzo ilikuwa ni baina ya Hamas na Steven Witkoff. Proposal aliyokuja nayo Israel ni proposal ambayo au pendekezo aliyokuja nalo Israel ni pendekezo ambalo limegusa kila pointi ambayo Hamasi walileta katika mtindo wa tofauti. Kwanza ilikuwa ni katika upande wa uh, usitishaji wa mapigano. Muda wa kusitisha mapigano Hamasi walipropose kwamba iwe ni siku sitini, lakini hizi siku sitini zipate garanti ya Rais Donald Trump, kwamba Donald Trump yeye ndio alazimishe makubaliano hayo ya amani na kupatikana kwa amani katika eneo la Gaza. Ina maana ndani ya siku sitini hata kama watakuwa hawajafikia katika makubaliano ya amani, maana yake ni kwamba kwa amri ya Donald Trump mapigano yatastopishwa wakati mazungumzo ya amani yakiendelea, jambo ambalo Israel wao wamelikataa. Msingi wao ni kwamba ndani ya siku sitini ndio mazungumzo yatakuwepo, lakini baada ya hapo vita itaendelea. Jambo lingine ambalo Hamas walikuwa wamepropose ilikuwa ni swala la idadi ya watu watakaoachiwa kutoka katika eneo la Gaza Waisraeli. Idadi ya watu ambao ni Waisraeli itakiwa utoka katika eneo la Gaza ni watu kumi, maanake watano katika hatua ya mwanzo na watano katika hatua ya mwisho ndani ya siku 60. Uh, watu watano wa kwanza katika wale waliokuwa hai watatolewa na siku ya mwisho watu watano watatolewa, lakini vilevile vile kuna miili ya Waisraeli takriban 16 mpaka 18, baadhi itatoka siku ya kwanza na mingine itatoka, itatoka katika siku ya mwisho. Israeli wakaja na counter move wakaja na muvu mbadala wao, wakasema kwamba uh, <clears throat> idadi ya watu watakaotoka watatoka hao hao kumi, lakini watano watatoka siku ya kwanza na watano watatoka siku ya saba, pamoja na migawanyiko ya hiyo miili kwamba kuna baadhi itatoka siku ya kwanza na mingine itatoka siku ya saba, lakini siku ya kumi Hamas watoe idadi ya uh, mateka wote walioko hai na hali zao za kiafya na Israeli, na wenyewe watatoa idadi ya mateka au watu wote waliochukuliwa kutoka Gaza kupelekwa katika jela za Israeli walioko hai na wale ambao wamekufa. Lakini katika mazungumzo ya Israeli maanake hawaku, hawakugusa katika upande wa West Bank, watu waliochukuliwa kutoka katika ukingo wa magharibi, lakini katika demand za uh, Hamas siku zote wanapokuwa wanahitaji wafungwa watolewe kutoka katika eneo la Israel au katika jela za Israel, mara nyingi wamekuwa wakihitaji watu wa Gaza watoke na watu wa West Bank watoke, lakini katika maelekezo au proposal ya Israel yenyewe imegusa tu watu wa upande wa Gaza peke yake. Lakini jambo lingine ambalo Hamas walilipropose ilikuwa ni swala la jeshi kutoka, full withdraw jeshi litoke lote lirudi katika mipaka au katika misingi ya makubaliano ya tarehe 17 mwezi Januari, jambo ambalo Israel wenyewe hawajalizungumza, kwa maana ya kwamba hawazingatii proposal ya jeshi kutoka katika eneo la Gaza. Na kwa baadhi ya mazungumzo ambayo yanatoka kwa watu ambao ni senior katika upande wa Israel kama Ron Dermer ambaye actually ni waziri wa mipango wa Israel, lakini amekuwa akihusika katika majadiliano na Steven uh, Witkoff propose ya kwamba wao hawatatoa jeshi katika eneo la Gaza, maanake wanasema kama itakubalika itakuwa itakuwa ni ni uh, strategic victory, ushindi wa kimkakati kwa sababu, maanake watabaki katika maeneo yote muhimu ya kimkakati, eneo kama la Netzarim corridor, lakini vile vile katika eneo la Philadelphi corridor. Katika unapokaa katika Philadelphi corridor, maanake unazuia kupita kwa uh, silaha ya namna yote, labda kutoka katika upande wa Sinai lakini vio navokaa katika eneo la Nesarim corridor, maana yake huyo ndio una control watu wanaotoka katika upande wa kaskazini katika miji kama ya Northern Gaza, Gaza City, katika vitongoji kama vya Jabalia, Bait Lahia, Zaitun, Bait Hanun, huko juu kuja katika upande, katika upande wa chini. Kwa hivyo wanaona kwamba kama jeshi la Israel lita kubalika kuto kutoka katika eneo la Gaza, maana kwa upande wao itakuwa ni strategic strategic victory. Lakini vile vile katika upande wa uh, zile drone ndege ambazo zinapita angani kwa ajili ya kufanya uh, tafiti, kwa proposal ya Hamas ilikuwa ni kwamba uchunguzi wa namna yeyote wa kiintelligence ambao umekuwa ukifanywa na Israel au kisaidiwa na nchi kama za Uingereza kuchunguza katika katika anga ya, ya Gaza unatakiwa ustop. Israel wakasema watastop, lakini watastop kwa masaa kumi mpaka masaa kumi na mbili, maanake the rest of the time au muda mwingine watakuwa wakiendelea kufanya hivyo. Lakini vilevile vile katika upande wa AIDS au ile misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo la Gaza, Hamas wao wamepropose kwamba sio tu chakula kiingie ndani ya Gaza, mafuta yaingie ndani ya Gaza, madawa yaingie ndani ya Gaza, na vitu vingine pia viingie ndani ya Gaza lakini katika upande wa uh, by the way, katika upande wa, wa, wa, wa Israel wao bado wamestiki kwamba chakula ndio kitakachoingia katika katika eneo la Gaza. Lakini kubwa zaidi kuliko yote ni swala la mapigano, kwamba Hamas msingi wao mkubwa ni kwamba hawatakubali uh, proposal yote inayotoka kwa Israel ambayo haina garantii ya kusitisha kwa mapigano moja kwa moja. Lakini Israel wao msimamo wao ni kwamba hawatakubali proposal ya namna yoyote ambayo inahitaji kusitisha mapigano moja kwa moja. Technically unaweza ukaona kwamba kuna gaps ambazo haziwezi kujazwa ili kuwafanya watu hao wawili wakubaliane. Kwa sababu katika upande wa Hamas wenyewe konsani yao au udhibiti wao mkubwa hasa upo katika upande wa raia, kwa sababu Israel imekuwa ikishambulia katika makazi ya watu aa, na watu wengine wanakufa watoto na mfano wake. Ndio maana paka nchi za magharibi zimekuwa pia na zenyewe zikianza kupiga makelele baada ya kuona kwamba raia wao wamekuwa wakilalamikia nchi zao wa kuendelea kuiunga mkono Israel, pamoja na kwamba yanayofanyika ni makosa ya wazi kabisa kulingana na masuala ya haki za binadamu, lakini katika upande wa Israel mshika kijiti ni Benjamin Netanyahu na Benjamin Netanyahu, hii ndio karata yake ya mwisho. Inajulikana wazi kwamba atakapotoka uh, au vita hii itakapostopishwa manake uh, katiba kwa upande mmoja au mwingine ya Israel inaweza ikaruhusu kwenda katika prosedia kama za uchaguzi, jambo ambalo linajulikana wazi kwamba haliwezi kumpa credit Benjamin Netanyahu kuendelea kubaki madarakani na ukizingatia anaandamwa na kesi kama za ubadhirifu na vitu vingine ambavyo vimekuwa vikimwandama, ambavyo kwa ushahidi uliokuwa wazi au kwa utaratibu wa mahakama unaoendelea, kuna uwezekano mkubwa ukapelekea akafungwa. Kwa hiyo kilichokuwa chepesi kwake ili kuendelea kubaki madarakani ni kupatikana au kuendelea kwa mapigano, na kwa kuzingatia katiba ya Israel hairuhusu kufanyika uchaguzi wa namna yoyote panapokuwa na vita. Kwa hivyo kwa kura ya vita, maana yake inamfanya Benjamin Netanyahu endelee kubaki madarakani. Kukosekana kwa kura ya vita, maana yake Benjamin Netanyahu, kuna uwezekano mkubwa asiwezi kubaki madarakani, na ndio maana amekuwa akifanya sabotage. Amekuwa akijaribu kuleta hoja Throughout the way, yaani siku zote amekuwa akijaribu kuleta hoja, kija hoja hii, maanake anaita hoja mbadala hii, kija hoja hii anakuja anaita hoja mbadala hii kwa lengo tu kwamba yale makubaliano ya amani yasiweze kufikiwa. Kwa hiyo tunachokiona wazi kabisa kulingana na muundo wa kuanzia muda eh, kuanzia fikra ya kwamba kile kinachofata baada ya vita kuisha, ile tunasema day after. Ukiangalia uh, upande wa Hamas wanazungumzia ile technocratic uh, management au ile muundo wa, wa, wa, wa, wa jamii ya uongozi ambao utakusanya wataalamu wenye asili ya Kipalestina kuweza kusimamia eneo la Gaza, lakini Israeli wenyewe hawazungumzi uh, konsepti hiyo isipokuwa konsepti yao ni kwamba kuweza kulitawala na kulidhibiti eneo lote la Gaza infinitely kwa muda ambao haujulikani. Kwa hiyo ni miongoni mwa picha ambayo unaweza uka, ukaona kwamba majadiliano ya amani ambayo yamekuwa kizungumzwa bila shaka tunaona kabisa kwamba hayawezi kufikia katika kilele. Lakini palikuwa kuna njia nyepesi ya kufikia kwenye kilele. Mwenye kura ya mwisho ya kusema kwamba makubaliano ya amani yanatakiwa na yafikiwe haraka iwezekanavyo ni mtu anayeitwa Donald Trump. Ni raisi wa nchi ya Marekani, ndio mwenye kura ya mwisho ya kuamua kwamba makubaliano ya amani anatakiwa yafikiwe. Na hii ikumbukwe, mwaka 1982 Israeli waliingia katika eneo la Lebanon, na walifika paka katika maeneo ya Beirut, mji mkuu wa Lebanon. Lakini uh, Donald Reagan, Ronald Reagan aliyekuwa rais wa Marekani kwa kipindi hicho aliwaambia Israeli, mkiendelea operesheni yenu, tutazuia msaada wetu wa silaha na pesa ambayo tumekuwa tukiwapa Immediately Israel walitoka katika eneo la Lebanon, wakarudi katika, katika mipaka yao. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limekuwa lina li, li ushahidi wa kuonyesha wazi kwamba Marekani ndio sapota mkubwa uh, wa, wa, wa, wa, wa Israel na chochote ambacho kinafanyika au msimamo wa Israel maanake ni msimamo wa Marekani. Iwepo Marekani atahitaji amani, iwepo imani, amani inaweza ikawepo, lakini Marekani akiendelea kushika msimamo wake wa kuendelea kuiunga mkono Israel pasi na kuangalia watu wanakufa wangapi na mfano wake, bila shaka ni jambo ambalo uh, haliwezi kufikia katika kilele zaidi ya kwamba Israel usiendelee na movement yao mpaka mwisho. Na kwenye hili uh, mwishoni kabisa tunaona kwamba jamii ya Kiarabu imeshindwa kuleta ushawishi mkubwa kwa Rais Donald Trump. Jamii ya Kiarabu imeshindwa kuleta ushawishi mkubwa kwa Donald Trump. Donald Trump aliyofanya safari yake kuelekea katika eneo la Gulf walimpa hoja nyingi au ahadi nyingi za kufanya naye biashara, biashara ambazo zinagharimu takriban dola trilioni Karibia nne. Na walipohitaji uh, kwa kutumia mfumo huo, huo wa aina ya biashara ambao wanaweza kufanya na Marekani na Marekani, baada ya kuona kwamba ata benefit, wakamwambia kiunahitaji uondoe vikwazo kwa Syria. Marekani iliondoa vikwazo Syria. Lakini wameshindwa kutumia kura hiyo hiyo kuiambia Marekani kwamba sitisha mapigano yanayoendelea katika eneo la Gaza, kwa sababu Marekani ana vitu vingi ambavyo anahitaji katika eneo la Mashariki ya Kati na ndio maana siku zote amekuwa akipigana aendelee kuwa na ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa kifupi, ni kwamba jamii ya Kiarabu kuanzia katika kwa kina Muhammad bin Salman, kina Muhammad bin Zaid na wengineo wote wameshindwa kuleta ushawishi wa moja kwa moja ambao unaweza kupelekea makubaliano ya amani yakapatikana baina ya Israel na kundi la Hamas.